Ndio laaniwa, kwa nini mwende katika moto wa milele mliowekewa tayari ibilisi na wale zake? Kwa nini? Kwa maana ndio, nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na njaa msinipe chakula. Ndio tumeona kwa nini, kwa nini tarehe 27 kwa Mungu kipu kipu kipu kipu masikini kisogo. Umelaniwa? Umelaniwa? Umelaniwa. Na sato mpaka wana nini? Uwe na kitu. Shuka sinu niendelea.

waliokuwa wadogo ndio hamkunitendea nini. Ndio na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima <coughs> wa milele kwa sasa. Kwa hiyo tunaona kwamba kumsaidia maskini, kwanza Mungu anakubariki kwenda mbali zaidi, hata wafungwa, unamsaidia unamwambia kabisa, Yesu anaokoa. Unaona, unamsaidia huko huko unamhubiria Injili, wanasasikazama wanasasikazama. Kwaopana, tunaona tunasema kwamba sisi watu wa Mungu tumekuja kuwaona labda wafungwa, then tunawahubiria Injili, tunawapa chochote, nao wanasema kweli, watu wa Mungu wamekuja kutuona, wametuachia chochote, wanasasikazama kwa hiyo ukiangalia mafundisho ya manabii wote walikuwa wanahimiza kuwasaidia wahitaji. Yesu mwenyewe anahimiza tena, ndio kazi ya msa. Usipomsaidia naye afanye nini? Atakukataa Bwana Yesu. Sasa mitume nao wanakuja, wanasaidia tena. Paulo ndio anaenda mbali zaidi, soma kwa mtume Paulo, anatoa hata utaratibu wa kanisa, namna ya kuwasaidia wajane. Anaelezea kuhusu mpaka miaka 40 na miaka 60 au hivi hivi, amefafanua sana. Kwa hasa ilikuwa ni agizo la Mungu mwenyewe no, na mitume baadaye wanakuja wanafundisha. Kwa hasa sifa sana. Msomaji. Matendo 20:34. Matendo ya Mitume 20:34. Neno la 30 -ka. la 5. Halafu Yesu atamjiaje? Amen. Matendo ya Mitume 20:34. Ndio. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa ya kuwa. Kwa hiyo na mikono ya Paulo. Kumbuka kipindi hicho Paulo alikuwa ni, ni mtu wa Mungu anapiga injili anafundisha, wakati huo huo anasema alikuwa anafanya kazi, anawasaidia wahitaji hivi. Unaona kitu hicho, yani anasema yani kwamba mimi kwamba nilikuwa nafanya kazi, nilitakiwa nipewe, unaona, lakini kwa mikono yangu mimi kwanza sikuchukua cha mtu lakini kwa mikono yangu mimi ni, nilifanya kazi na nikawasaidia wahitaji hmm. kwaleso siku sana ambapo kwenye, kwenye makanisa leo, makanisa leo mchungaji kwa asilimia kubwa takiwa yeye wakitego apewe, yani anapokea na, anapokea. Lakini Paulo anasema yeye alikuwa anafanya kazi kwa mikono yake sio kusubiri, alikuwa anafanya kazi kwa mikono yake, na baada ya kufanya kazi hicho hicho alichokipata anawapa wahitaji. Msomaji endelee hapo, imetumika kwa mahitaji yangu ya wale walio pamoja nami, ndio kati wote. Inaonyesha kuwa kwa kushika kazi hii imewapasa kuwasaidia wanyonge wanyonge, wasio na kitu na, na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu. Yesu aliposema mwenyewe ni heri kutoa kuliko kupokea. Anaweza kwa somo zuri hili mchango wangu wa kuongezea <tusukutu> somo katika Isaya ya hamsini na nane ulizungumzia, anaposema ndipo nuru yako itakapozuka gizani si, sisi hapa tumetoka kwenye kanisa ndio tumekuja hapa kutafuta nini? Yeah. Nuru. Mm -hmm. Lakini katika kitabu cha Ayubu sura ya thelathini na nane mstari wa kumi na tano mm -hmm. Naomba nisome hapo kwa haraka Ayubu thelathini na tano mstari wa kumi na tano inasema na waovu, nuru yao huzuiliwa isiwafikie na mkono ulioinuka huvunjika wahofu wanaotajwa hapa ni wahofu ambao tunaona kwenye hamsini na nane ambao hawajamfungulia mikono yao maskini. Ukiangalia hata Kornelio, Mtsoma aliweza kufikiwa na injili ya kweli kwa sababu tu aliwasaidia nini maskini. hatutakaa tujue ukweli, hata matengenezo tunayoyafanya hayatafanikiwa kama hichi hata kifaa, kwa sababu Mungu atakuwa anaona kama tunayoyafana yaani, unapo tukishindwa kufanya hiki alichokiagiza Mungu. Hata ile watu wote maandiko yatakuwa mapya kwetu. Tutaweza kuongea, kubishana lakini mwisho wa siku ile injili halisi. Oh, ni nduri kama kanisa kama mtu mmoja mmoja tuwe na mpango wa kutekeleza hiki. Lakini pia kama kanisa tulivyoanza na tulivyokubaliana tuingie kutenda. Tusikae tuseme tutatembelea tuta, tuta maskini, tutatembelea wafungwa. Kutebeleza. Kama kuna mtu kama watendaji, kama watendaji ya kanisa, kama kuna mtu ambaye anakabidhi hicho kitengo maalum cha kukiendesha, akabidhiwa ameshauri kuingie kazini, jambo njema sana.

naweza kuangalia katika swala la kulijua ukweli wa neno la Mungu, hilo mama aji ucoe kama vile Yesu alivowadulisa mambo ya mama yake tabia ya baba yake, lakini tunaona pia hata wa wanafunzi wake walipata sauti kutoka mbinguni katika Mathayo 17:5 ya kwamba huyo ni mwanangu mpendwa wangu, ukweli ule ambao alipata pale awapo ana utoyo nao sema kitabu kile cha Petro wapiga nazani moja kumi na sita wanaenda kukangea ya kwamba na wao ukuuleni. Yani, walienda wakaelezea kile kitu ambao walikipata walikisikia kutoka kwa Mungu, kwa katika hali ya kuwasaidia kwa wahitaji. Lakini pia kuna wengine wahitaji wa kiroho, katika hali ya kuwasaidia wahitaji, lakini kuna wahitaji pia wa kiroho tunapojifunza kweli huu ambao Mungu amependa kutujue. Ndio basi tusiwe wachoyo, twende tukawaambia ndugu zetu, kama ndio tulivyoona huko, mpende na kwenye magereza, sehemu mbalimbali, ili tukawape watu nuru hii ambayo tumeipata au tumeijua. Kwao uchoyo katika hali zote Mungu hataki. Unachokijua kama kinamfaa mwenzako, basi nenda ukampatie mm -hmm. kulingana na maandiko